Habari zenu, Watanzania. Sasa hivi tuko muda wa majeruhi. Watafanya chochote hizi dakika za mwisho, kuyapunguza nguvu haya maandamano. Watafanya chochote. Inabidi mkumbuke. Hawa watu hawapiganii tu kutoka kutoka kwenye madaraka, hawapiganii tu hivyo. Wanapigania maisha yao right now. They are fighting for their lives, kwa sababu tukifanikiwa tarehe 29, hawa watu wanaenda wapi? asilimia kubwa yao ya watu ambao ndo wameshikilia serikali sasa hivi, tukichukua nchi ya ishirini na tisa, wanaenda kufungwa. Inabidi wakimbie nchi, hakuna wakubaki hapa. Ndio maana wanapambana, wanapigana to the last tooth. Na yani ngoja niwaambie, uh, wangekuwa na uwezo wa kumshusha Yesu Kristo au kumshusha Mtume Muhammad aje sasa hivi kuwaambia Watanzania kwamba msiandamane maandamano ni mabaya tunatiki sijui nini wangefanya kama yani, this is how desperate wako sasa hivi, wangefanya kwa sababu hawa wasio tu kupoteza madaraka, ndugu zangu, hawa watu wanaenda kufungwa. Hawa watu nabidi wa, waikimbie nchi yao milele. Hawa watu, yani kama huyo Samia sasa hivi akitoka yule mtoto wake Abdul anaenda wapi? Ana future gani? sababu hata hiyo nchi itakuwa mchukua Abdul yani, yani, ma wanapambana. Wanapambana, unaandamana kwa ajili ya Mange, unaandamana kwa ajili ya fulani si fulani, no. Unaandamana for you. Kwa hiyo mtu asikuvunje moyo. Wewe sasa hivi kila mtu yani, kila mtu anaangalia tumbo lake, anaangalia kizazi chake, na wewe angalia chako wewe, angalia future ya mtoto wako. Sasa hivi rasilimali zinachimbwa, mtoto wako atakuta nini sasa hivi mtoto wako hana elimu anayoipata sasa hivi yani. Wewe jiangalie, wewe wewe, sasa hivi una matozo makodi manini, unapambana. Achana ah, na watu eh? Wewe angalia maisha yako, wewe fichako, wewe kwenda hivi. Achana ah, na hizi mbwa zingine ambazo sasa hivi zinatafutwa ziongee vile, yani hata mimi sasa hivi Mange nikigeuka niki We, angalia mbele, stay focused, ikomboe Tanzania tarehe 29. Ikomboe Tanzania bila mtu, bila mtu yani, mtu tarehe 29 nchi inakombolewa guys, hii nafasi haitoka kujirudia, remember that, haitoka kujirudia, tunaondoa tarehe 29, piga ua, wanatoka tarehe 29. Saa kumi na mbili asubuhi, kila Mtanzania toka ndani, nenda kwenye barabara kuu ya eneo lako unaloishi, toka ndani wote tunakutana kwenye barabara kuu za maeneo yetu, alafu tunaelekea town. Baada ya hapo, kila mtu anakili, tunaenda wapi? Sawa, tarehe ishirini na tisa, saa kumi na mbili. Watanzania, sijui nawaeleza vipi, sijui nawapeni moyo vipi. Sasa hivi tumefika muda wa majeruhi ambao Samia na mafisadi wenzie na wanamtandao wanatumia kila kitu wanachoweza walichonacho ili kuwavunja moyo ili kuwaonyesha kwamba haya maandamano hayatotokea, but trust me Watanzania, I wish mgeelewa, mpo karibu, how close you are kuipata nchi yenu. Sijui nawaeleza vipi, ndugu zangu, sijui naeleza mi naongea because, mimi naongea na makapteni wa majeshi ndugu zangu, this is why I'm talking to you. Naongea na mapolisi ndugu zangu, the encouragement, yaani wale ndo wananipush huwezi kuamini. Guys, tarehe ishirini na tisa Oktoba saa kumi na mbili kila mtu aweke alamu nchi nzima, kila mwananchi aweke alamu tarehe 29 saa kumi na mbili asubuhi kila Mtanzania at the same time, toka nje, toka nje, nenda kwenye barabara kuu, kila mtu, nawaambieni no, jeshi lenu lipo tayari li, jeshi lenu lipo tayari, but lazima nyinyi muonyeshe na nyinyi mko tayari mist nawaambieni vipi ndugu zangu, wanajeshi wenu wamejitoa, kina Captain Tesha wamerisk uhai wao, wamejitoa kufanya hii kazi, hawawezi like, wengine wakajitoa wa, wa, wa, wa kufanya ochofanya Captain Tesha, kwa sababu watapunguza nguvu ya kuwasaidia tarehe ishirini na tisa so, na, na nawaambia na wa insist jamani, mnashinda, wa Tanzania ishirini na tisa mnashinda, mnawaondoa ndugu zangu, mnajeshi nyinyi sijui nawaeleza nini. Mnashinda. Msimsikilize mtu yoyote anayewatoeni moyo sasa hivi anaoambia anawapitishia vifaru, hawa wanaoendesha hivyo vifaru wako na nyie. Trust me. Tarehe ishirini na tisa mtaona maajabu. Tokeni, tokeni saa kumi na mbili, tokeni hawawezi kuwa nchi nzima, hawawezi kufunga nchi nzima, hawawezi. Cha msingi ni kila mtu, kila mtu, nchi nzima, saa kumi na mbili wote muwe barabarani. Nawaambieni masaa mawili Samia yayupa kila mtu akitoka ndani, lakini mkileta uoga wa kisenge, ndugu zangu, msipofanikiwa ta ishirini na tisa mmekwisha, nchi imekwisha, mmekwisha ndugu zangu, mmekwisha, rasilimali zote zinaondoka wanyama watu wanaondoka, matanzania yataondoka, marithiam yataondoka, makaa mawe yataondoka, kila kitu kitaondoka. Mtabaki tu hapa kulipa makodi, kulipa matozo ili watu waendelee kununua Rolls Royce. Ndugu zangu, tarehe ishirini na tisa nchi inakombolewa. Hii believe it, mnaipata nchi yenu. Amini hapa, piga kifua, mnashinda, mnashinda, god damn it!